Hello, wana wa Afrika, tunaendelea na mgogoro. Maana watu wengi huwa wanajiuliza, Mrusi ndiyo mvamizi wa Ukraine, Mrusi ndiyo mchokozi, ila watu hawajajua sababu ya Mrusi kuivamia Ukraine na kuichakaza. Mgogoro huu haujaanza leo, ulianza miaka mingi toka pale Soviet Union ilipokuwa na power. Toka pale Soviet Union ilipovamiwa na John Adolf Hitler katika Vita Kuu ya Pili ya Dunia. Hitler wanajeshi wake zaidi ya milioni mbili na laki saba walivamia wali wali, wali, wali, wa askari wa, wa Urusi milioni mbili na laki saba waliuawa na majeshi ya Adolf Hitler. Na kwa nini Urusi iliingia mgogoro katika miaka mia hiyo na kwa nini Soviet Union ilianguka. Tukiongelea Bolsheviki mtakuja na siri nzima ya kuongelea Urusi toka elfu moja mia tisa na kumi elfu moja mia saba na sabini na sita Tutakwenda kuangalia mgogoro huu, ni chanzo chake ni nini? Chanzo chake ni nini? kwa hiyo Mrusi ana haki ya kujilinda kama vile wanavyosema Israeli ana haki ya kujilinda, huku wakiua watu sitini na tisa elfu wanawake, watoto, vizee pamoja na wanaume wa kusaidia kulisha familia za Wapalestina. Huu nao ni mambo mengine, huu na ina siri yake na ina historia yake. Tutakuja kuongelea mgogoro wa Palestina. Sasa hivi nakwenda hatua kwa hatua na migogoro ya kimataifa, hadi tutakuja migogoro ya Afrika chanzo chake na matatizo yake. Nafikiri wana wa Afrika wengi mnaelewa sasa. Mkataba woso pakti ikavunjwa, umoja wa kujihami wa Ulaya Mashariki ukavunjwa. Mkataba huu akiwepo James Baker unasema lazima na NATO ivunjwe inapofikia mwaka elfu moja mia tisa na tisini na nne NATO iwe imedisbandi ngome yake yote isiwepo, na wala wasi encroach one inch in the territory of Eastern Europe, the former Soviet Union. Lakini wa magharibi hawakutimiza maagizo na saini walioweka chini ya macho ya Umoja wa Mataifa na dunia nzima, hawaku hawaaminiki. Wa magharibi sio watu wa ahadi, wao ni wavunja mikataba, wanaita the ceasefire. Wao huwa hawasimamii maneno yao siku zote. Uwe usimwamini Marekani, Mwingereza, Mfaransa, taliano na Mjerumani. Mjerumani ameingia kwenye umoja huu kwa sababu ya kujipendekeza, anaonekana yeye anahatia katika uanzishaji wa vita kuu ya kwanza ya dunia ya pili ya pili na ya kwanza, zote zinaonekana Mjerumani ndio instigator wa matatizo ya ulimwengu. Alafu wakaja wakasema the world war, vita ya ulimwengu, lakini haya ni matatizo In the tribal conflict in the Europe, matatizo ya kikabila barani Ulaya. Tunaendelea na mgogoro wa Russia pamoja na Ukraine pamoja na NATO na Marekani. Sasa, ndugu wana wa Afrika, James Baker akiwa kama yeye ndio shahidi namba moja wa kutia saini mkataba na Urusi wa kuvunjika Soviet Union, na Warusi wamewaambia wa Magharibi waivunje NATO, umoja wa kujihami wa Ulaya wa Magharibi. Ahadi haikutimizwa, ahadi namba moja NATO haijavunjwa. Ahadi namba mbili, wakaenda ku, kuyatongoza kama nilivyowambia viongozi wa Estonia, Latvia, Poland pamoja na viongozi wa mataifa mengine iliyokuwa fama ya Soviet Union ili wajiunge na umoja wa NATO ili wapate sababu ya kumpiga mlusi wanataka mali za mlusi. Eh, utajiri aliokuwa nao mlusi na nguvu zake wanataka kumzalilisha kwanza. Pale umoja wa Soviet ulipoanguka, wa, wa Magharibi walijua Urusi imefeli, sasa ndio nafasi yao ya kutake over mineral, eh, ardhi safi pamoja na akili za Warusi katika utengenezaji wa silaha na ushujaa wao katika vita. Hii nayo tunaita ni self interest, lakini mrusi sio mzembe. Warusi wakachakata mambo yao, madaraka wakampa mtu mmoja mwenye akili nyingi, Vladimir Putin akachukua madaraka ya Urusi au Russia. Baada ya kuvunjika Soviet Union, haikuwa shirikisho la Urusi, imekuwa Russia, sasa ikaitwa Federation of Russia. Kwa hiyo Umoja wa Ulaya kama nilivyokuambia na NATO waka encroach kuelekea eastward baada ya kusema hawato encroach kuelekea eastward. Kwa hiyo wakaelekea mashariki wakaweka silaha za kukinga makombora katika maeneo ya Latvia, Poland na mataifa mengine yaliyoizunguka Urusi ili ili tu Urusi iwekwe katika mashaka, waitie mfukoni kwao, iwe chini ya amri ya wa magharibi wa magharibi. Nia ya yao, shida yao ni kukutisha tu, ili ukiwa mwoga, wamekukata kichwa. Putini akaamua kuimarisha jeshi la Urusi, akatengeneza nyambizi nyingi, akatengeneza manowari nyingi akatengeneza silaha nyingine nyepesi za mkononi kibao, akatengeneza ndege mpya, akatafuta washirika wenye nguvu kama vile Venezuela, Cuba, ambaye ni rafiki wa Urusi wa maisha. Kwa hiyo Wamarekani wakaona njia hizi zote hazitoshi, wakamfuata mu Ukraine, mu Ukraine wakaondoa kiongozi aliyokuwa anaunga mkono wa Rusi, wakamuweka Vladimir Zelensky asiyokuwa na uzoefu wa siasa, asiyowahi kugombea hata ujumbe wa nyumba kumi, wakampa nafasi ya uraisi wa taifa la Ukraine, taifa kubwa barani Ulaya badala ya Ujerumani, ukijumuisha mataifa ya Ulaya ambayo taifa kubwa kabisa, tusigawanye mashariki na magharibi, tuweke pamoja. Mrusi ndio mwenye taifa kubwa, namba mbili, Ukraine Namba tatu ni Ujerumani. Waliobaki wote wana vipande vya shamba la pamba, kwa sababu Ulaya katika bara la Afrika hii ili ifikie bara la Afrika Ulaya iongezeke mara kumi na tisa. Bara la Ulaya tukijumuisha, labda tuweke na nchi, labda tuunganishe, labda Sudani ni kubwa. Bara la Ulaya lina mataifa ishirini na nne ambao hao ndio wanachama wanatoleo. Ukimtoa Mrusi wanakuwa ishirini na tano. Kwa hiyo wakamweka Vladimir Zelensky, Zelensky akakaa madarakani wakaendelea kumnyuku kumsogeza katika himaya yao. Zelensky akatangaza anajiunga na umoja wa Ulaya. Mrusi akamwambia, unafanya kosa utakuja kulijutia. Wa magharibi wakamwambia, hakufanyi lolote, njoo tutie saini mwaka elfu moja mwaka elfu mbili na kumi na nne. Mlusi akaanza kuishambulia eneo linaitwa Krimea ili kuweka ulinzi, maana ukivuka Krimea umeingia Russia. Mlusi akaanda akaanza kuilinda Krimea. Krimea kuna eneo wanaliita the Black Sea, bahari nyeusi, ambayo ni bahari muhimu kwa ulinzi wa mipaka ya Urusi. Mlusi hakukubali kuiachia Krimea mikononi mwa magaidi wa magharibi. Mlusi akaichukua Krimea mwaka elfu mbili na kumi na nne. Bill Clinton, na ni Bill Clinton ilibidi akubaliane aliyekuwa rais wa Marekani kipindiko, ilibidi akubaliane ilibidi akubaliane na viongozi na ushauri wa dunia kwamba Crimea muachieni Putini. Putin. Putin akaichukua Crimea Crimea, Crimea ikawa chini ya Urusi wa magharibi wakamwambia, umeona ubishi wako, tulikwambia tukulinde. Huyu rais aliyoko madarakani sasa afai, tunatakiwa tumuondoe, tumweke anatuunga mkono. Ndio pale walipomfanyia mpango Poroshenko, akaondoka madarakani, akaonekana Prolasia, yeye akaamua kuwapa warusi eneo la Crimea na bahari nyeusi, Red Sea. Walikuwa wamefanya kosa kubwa, mrusi akitumia silaha nzito lakini akasema, wanaita military operation, hii sio vita.